Nasikiaga watu akiona mtu mwingine amefanya kitu kibaya, amefanya skendo fulani, utasikia mtu anasema mimi siwezi kufanya kitu cha hivi, mimi hii haiwezi kutokea kwenye maisha yangu. Ngoja nikuambie kitu: chochote ambacho haujawahi kukiona, usiseme ya kwamba hakiexisti katika haya maisha. Jua tu, kitu chochote kinaweza kutokea kizuri na kibaya, chochote kinaweza kutokea kwenye maisha yako. Yani Mungu anaweza karuhusu maisha yako iwe mazuri, upande juu, biashara iende vizuri, relation iende vizuri, lakini pia mabaya inaweza ikatokea, magonjwa inaweza ikatokea, umaskini, yaani watu wanakufa kwenye familia, mabaya inaweza ikatokea kwenye maisha ya kila mtu. Ndio maana ukiona mtu amefanya kitu fulani kibaya ambacho kimekuwa kime skendo usimcheke, haujui yani mazingira gani imemfanyisha vile vitu. Waswahili wanasema hivi, kabla hujafa haujaumbika. Ni kwamba wakati wote uko unaishi kuwa kama vile haujaishi, jua tu kwamba chochote kinaweza kikatokea. Lakini kitu ambacho nakuambia tu ya kwamba, ambia Mungu, usinijaribu kuzidi kiwango cha imani yangu. Yaani, jaribu yote ambayo itakuja kwenye maisha yako ukuwe na kapasiti na ya, ku, ya kushinda ile jaribu. Ambacho nataka uweke kwenye akili yako kwamba chochote kibaya au kizuri kinaweza kutokea kwenye maisha ya mtu inawezekana wewe unapitia kwenye shida, unapitia kwenye mabaya, unapitia kwenye maumivu makali sana, ambao haukutarajia hata siku moja, na ukafikiria kwamba utakufia hapo, utaishia hapo. Nataka nikuambie, hautaishia hapo, hautakufia hapo, hiyo jaribu itapita. Kuna mtu kwenye Biblia anaitwa Ayubu, alikuwa tajiri, lakini Mungu akaruhusu mabaya yakaja kwake. Kila kitu kikapotea, familia nzima watu wakafa Kagonjwa anataka kufa, lakini Mungu akamujenga tena upya na akampa tena mara mbili ya zaidi ya vile ambavyo alikuwa mara ya kwanza. Nataka nikuambie pia, inawezekana kwako. Mungu anaweza kukuinua tena, Mungu anaweza kukubariki tena, Mungu anaweza tena kukupatia furaha, anaweza tena kukupatia amani, anaweza kurejesha tena relation yako, yani vyote vilivyopotea, Mungu anaweza akavirejesha. Ndio maana jitie moyo na usikubali kubaki kwenye hiyo hali Itapita na utainuliwa tena, utafurahi tena. Ni maombi yangu kwako, na Mungu atayatimiza. Amini tu na utaona utukufu wake kwenye maisha yako. Nakupenda sana. Mungu wangu akubariki sana.